Ndugu zangu nami nimeona nijiunge nanyi hapa kituoni kwetu. Kama mnavyojua, mimi ni mkazi wa Chamwino na nimepiga kura nyingi huko nyuma. Lakini kwa mwaka huu ni lazima nipige hapa Chamwino. Kwa hiyo ndio maana nimekuja kurekebisha taarifa zangu. Si mpiga kura mpya lakini nimekuja kurekebisha taarifa zangu. Huko nyuma nilikuwa napiga Zanzibar kwa sababu nilikuwa makamu wa rais, kwa naenda kupiga kule, na rais wa jamhuri anapiga hapa Dodoma. Lakini mwaka huu inabidi nipige hapa makao makuu ya nchi, ambapo ndio makao makuu ya serikali yalipo. Kwa hiyo hayo ndio madhumuni, na kama nilivyosema, ni waombe wananchi wenzangu mje kwa wingi, tupige kura. Huu ni mzunguko wa pili, waambieni kule ambao hawajaja mzunguko wa kwanza umepita, tuko kwenye mzunguko wa pili. Tukikosa mzunguko wa pili mwezi huu na ujao, huko mbele hatuna tena nafasi ya kurudia. Kwa hiyo ili usipoteze haki yako, niombe wananchi wote wawahi kwenye mzunguko huu wa pili. Huu ndio wito wangu, ili twende tujiandikishe tupate haki ya kupiga kura, turudishe uh, serikali inayoleta maendeleo kwa nchi, rudi madarakani, tuendelee na maisha yetu. Ndugu zangu, uh, leo si siku ya maneno mengi, nimekuja kurekebisha taarifa, nikaambiwa niwasalimie, nimependa kuwasalimia na kuwaambia hayo. Nitumie fursa hii kuwashukuru tena na tena wakazi wenzangu wa Chamwino kwamba mnajitokeza na naomba waiteni ambao hawajaja na wao waje. Baada ya kusema hayo, niwatakie kila la heri, niwatakie kila la heri wafanyakazi wetu wa vituo hawa. Kazi ni ngumu, kazi ni nzito. Mungu atawapa uwezo waweze kuimaliza vizuri kazi hii, na vijichangamoto kidogo vinapotokea stahamilini, kiamba subiri, labda mashine imechoka, subiri basi, subiri mashine irekebishwe, halafu tuendelee tena Subiri kadi zimepungua au zimekwisha, subiri zie kwa nyingine, tuendelee tena. Lakini nataka niwahakikishie, kwa mipango mizuri tulioiweka, kila mwenye haki ya kuandikishwa ataandikishwa. Kwa hiyo ata, naomba tu mjitokeze, mje kuandikisha. Baada ya kusema hayo, asanteni sana kwa kunisikiliza, na mimi naomba niwashukuru sana, na Mungu awabariki wa sana. Asanteni sana.